Njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa uokovu wetu. Kanisa la Waadventisto wa Sabato Mwakitolio chini ya mtumishi wa Mungu Mchungaji Fedsoni Daniel Kasoga anawakaribisha katika hafla ya uzinduzi wa santuli mwonekano wa kwaya ya Mwakitolio Centro ikiwa na lengo la ukamilishaji wa ujenzi wa kanisa la Bwana. Hafla hiyo itafanyika siku ya Alhamisi tarehe nane ya mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano katika viwanja vya kanisa la Waadventisto wa, wa Sabato Mwakitolio mbele kidogo na kituo cha polisi ni kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ndugu Bugeni Nyanda akiambatana na afisa mtendaji wa Nyarugusu Boniface Inyalala, mheshimiwa diwani wa kata ya Mwakitorio Kitalagwa Silas Maduhu naye atakuwepo. Ndugu Daudi Makoye Agustino Chahonga pamoja na ofisi ya umoja wa vitaru Mwakitorio namba tano nao watakuwepo, bila kusahau mtumishi wa Baba mchungaji mashahuri Bahini Gingili naye atakuwepo. Kwaya mbalimbali zitakuwepo, Agape kutoka jijini Mwanza, Mshikamano Meatu Igoma, kwaya Mbela kwaya kutoka Misungwi nao watakuwepo. Usipoweza kufika unaweza kushiriki mbaraka huu kwa sadaka yako kupitia CRDB akaunti namba 0152882640900 jina SDA Church Mwakitorio. Nyote, nyote, mnakaribishwa.